Huko uh, hakuna manabii kwa sababu manabii wa, manabii wa mwisho ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukidai wewe ni nabii, maana yake aliyekuja nayo mtume ni ya uongo, hajakamilisha dini. Na sisi dini ilishakamilika kwa mtume bwana hey, na alishasema kwamba dini imekamilika. Sisi hatuhitaji tena na manabii, tunachosubiri tuna sasa ni kiama. Tunachosubiri sasa ni kiama. Hao wanaosema ni manabii wao waendelee tu kusema wao ni manabii eh, bwana eh. Manaake Yesu alikuwa nabii, na wao tutegemee kwamba iko siku watakuja kufa misalabani kwa ajili ya kuwakomboa hao wanaosema wao ni manabii. Naam, waendelee wao, sio sisi. Sisi nabii wetu wa mwisho ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh, sasa kama wao wataendelea kuwaita manabii, hiyo sasa siwezi kuingia kwa sababu nchi hii ina uhuru wa kuabudu, na ndio maana serikali haijawapiga marufuku kwa sababu, ukisema wapige marufuku asijiite nabii, maana yake unaingilia uhuru wa kuabudu. Yesu anasema watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, watafanya ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza, yamkini hata waliokuwa wateule. Mathayo ishirini na nne eh, ishirini na nne. Sasa serikali hawezi kuwapiga marufuku wala Waislamu waweze kuwapiga wale marufuku, kwa sababu kuna uhuru wa kuabudu. ikatiba ya nchi ibara ya kumi ah, wa hmm. hey, na tisa a b c inawapa fursa wao wajiite manabii. Naam, anaruhusiwa mtu upande wa pili kuchinja mtu wa pili kuchinja. Vipi? Sijakuelewa. Upande wa pili anazungumzia huo upande ambao unasema wanajiita manabii wanaruhusiwa kuchinja Kuchinja nini sasa hujaweka vizuri. Ah, mnyama mimi sijawahi sijawahi, si, kuona kama katika vitabu vya zamani vinawaruhusu wachinji. ah, sijawahi kuona hawachinji, hawachinji, na ndio maana Wakristo wote duniani hmm. eh, wanafuata taratibu mpaka Muislamu wachinje ndio wao, wale nchi zote nchi yote, na ukionekana umechinja we sio mwislamu, basi unapelekwa mahakamani ukatoe jibu, kwa nini umechinja. Haya ya kuchinja utaulizwa mahakamani, haya ya kuchinja umepata wapi? wakati kwenye Biblia hakuna ha? kwenye Biblia hakuna ya kuchinja Mchungaji gani wa au askofu gani wa, wa, wa, wa, wa dini ya Kikristo ambaye kidogo wewe unaweza kukaa ukamsikiliza kidogo anakuingia? Hakuna yoyote, hamna hata mmoja. Watu anakuambia kwamba kuna eh, kwa mtu anaitwa Ananja, mnamwelewa sana. Hamna lolote, hamna lolote. IPM, unasikia, unamuelewa sana IPM. Mimi simuelewi kabisa, kwa sababu IPM anasoma alhamdu kanisani. Mimi simuelewi IPM, Mkristo au Muislamu? Make mpaka wakistonia nashangaa, huyu IPM mbona anasoma Alfatiha? anawafundisha <laughs> dua kwenda chooni. IPM, unaona bwana anawafundisha watu sijui kuwa wake wane <laughs> IPM anasema yeye alikuwa Muislamu eh, kuna clip yake moja video yake anasema, mimi shakorofishana na rafiki yangu eh, Muislamu baada ya kuja huku basi hata simu anipigii naona bwana eh? Eh, kwa hiyo mimi nashindwa kumwelewa. Wakristo wengine vile vile IPM hawamwelewi kweli, hawamwelewi wanasema, mchungaji gani anasoma Suratul Fatiha kanisani ha? Mchungaji gani anasoma alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim paka amin? Sasa wao wanashangaa, wao wamezoea baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Sasa wanashangaa huyu mchungaji gani suma, swati, ah, anaesoma hiyo, akutafuta hela <laughs> mi sijui, mimi sijui, inawezekana yeye ndio nafsi yake inajua kama kaenda kutafuta hela. Alam ya alam, Allah ndio anajua, siwezi kumsemea. Sasa kusema kwamba kule anasoma Al-Fatiha mwanake, si kwamba si wa upande wenu, mimi ndo nachoshangaa eh. Nachoshangaa kwa nini sura Al-Fatiha akaisomee kule eh? Kwa nini unasoma sura Al-Fatiha bila kuwa na udhu eh? Kwa nini unasoma sura Al-Fatiha sehemu ambayo umeingia ndani na viatu Ndio nachoshangaa mimi, kwa sababu sura Al-Fatiha inataka kusomwa na imamu Istaqimu atadilu stau, nyosheni mistari, zimeni simu. Alhamdulillahi Rabbil alamin, nasoma Suratul Fatiha, watu wanaitikia am msikitini. Sasa pia wanasoma kanisani, naam. She, she, tubaki hapo kwa IPM katika moja ya mahojiano yake ambayo alifanya, akisema kwamba alipokuwa ametokewa na Yesu kipindi yupo msikitini anaswali siku ya Ijumaa akatokewa na Yesu. Hmm. alipowashirikisha baadhi ya viongozi wake na Waislamu wenzake hmm, walimpuuzia na hawakutaka kumsikiliza anasema. Angepata walau muda wa kusikilizwa na viongozi wake wa dini wa Kiislamu hmm, labda huenda leo hii asingekuwa Mkristo. Hili linaleta picha yes, gani? Labda Yesu alimtokea msikiti gani? Wapi? Msikiti gani? Msikiti gani? yeye alitokewa na Yesu msikitini? Yani Yesu mbinguni, ache mbinguni aje msikitini huku, msikiti gani? Sasa we ukenda umuulize msikiti gani uliemtokea Yesu, kwa sababu Yesu alishatoa tahadhari, watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo. Watawambieni mi niko jangwani, msisadiki. Wakiwambieni niko huku, msisadiki. Tena mwenyewe akasema Siku ya kiama itakuja kama umeme una, unasavyo. Sasa mimi nashangaa huyo IPM ukakutana naye wapi? Wapi? Basi hata kama mkutana naye angepiga picha akatuletea jamani Yesu nimekutana naye. Sasa wewe picha hujapiga naye unatuambia umekutana naye wapi? IPM sio nabii wa kwanza kusema ametokewa na Yesu. Ni mm, wengi sana wanasema ametokewa na Yesu. Huyu Yesu anayewatokea hao manabii ni Yesu yupi? Ndio ukawaulize wao sasa. Ni Yesu? Hata mi ndo nashangaa, yaani mi naungana na wewe, ni Yesu gani anayewatokea hawa miaka 2000 iliyopita wanakuja wanatokewa na Yesu. Ni Yesu gani? Kwa sababu Yesu alishaweka tahadhari, wakiwaambieni yuko jangwani, msisadiki. Eh, Yesu alishaweka tahadhari kabisa, msisadiki. Kwa hiyo huyu huyu huyu PM, huyu, huyu PM IPM. IPM huyu yeah, ana jambo lake mwenyewe na yeye anajua anachokifanya, eh, lakini amesoma mpaka chuo cha Uislamu cha dini ya Kiislamu. unaweza ukasoma usielewe ulichokisoma, unaweza ukasoma usielewe unachokisoma. kwani PM, kwani PM katika maisha yake yote eh, katika maisha yake yote PM anaweza akakueleza kilichomfanya atoke kwenye Ukristo kwenye Uislamu kwenda kwenye Kristo ni nini? Na Yesu. Kutokewa na Yesu sio ishara, sio ishara hiyo ya kuambia uwache dini yako, sio ishara, ishara itakiwa abaki kwenye Uislamu sana. Hukumu eh? kwenye kwenye eh, eh, ya Mwislamu anaeritadi eh. Ni Mtume anasema huyu auawe ni mtume, hukumu ya mtu anayeritadi. Mimi sasa sijui mi, nimesema hukumu, sijasema uwawe. Hukumu anayosema mtume, sababu sheria nyingi manabii wamesema, lakini azifati. Sio hiyo tu, hata sheria mzinifu. Watu wengi wanazini, watoto wengi wapo wazinaa, mtu wetu wenyewe kabisa, hasa hawa hawa mastaa wengi wana mitoto, haya zinaa. Unaona, bwana mtume anasema mwanaume mwanaume, eh, mwanaume mzinifu na mwanamke mzinifu wakiwa wajaolewa, wapigwe mawe. Wakiwa wameoa, uwawe. Naam.